Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe. Yes, tupo uh, kwenye nyumbani kwao na uh, uh, uh, uh, Frem Kibonde ambako nimekutana pia na Babu wa Kitaa, moja kati ya wafanyakazi wa Clouds Media Group. Heshima yako mzee. Bwana salama kabisa. Pole sana na msiba. Nashukuru, msiba ni wako sote, pole pia na nyie. Asante, na taarifa uh, za msiba wa Frem zimekuwa za kafla sana haija haijategemewa, sijui kwako zilikwaje. Obvious taarifa za msiba zaweza kuwa mzuri kwa binadamu yoyote ule, haijalishi ndugu yako au sio mtu wako wa karibu, as long as at least kidogo kuna kiji connection, basi kwako, kwa kwa itakushtua na haito kuwa taarifa nzuri, na mbaya zaidi kwa mtu kama mimi ambaye of course nafanya naye, nilikuwa nafanya naye kazi ofisi moja, jengo moja, tunaonana kila siku, kwa sababu muda ambao yeye anaingia ndio muda ambao mimi natoka. Na labda ukiacha hilo tu Uh, brother Ephraim mimi ni mmoja kati ya mabrother zangu ambao nimespend nao time kidogo, namwelewa tabia zake, ucheshi wake, ukarimu wake kwangu. Una, um, kama ambavyo inajulikana pengine, kwa sababu sio swala kufichika, sisi ni watu ambao mara nyingine wakati tunakutanaga kwenye vikao vyetu vya mbili tatu, of course ni brother mmoja mcheshi sana, alikuwa cha zaidi wafanyakazi wenzake wengi ambao tunamfahamu kwenye corridor akiwa anaingia tu basi yote atakayokutana mbele huwa ni story kuanzia ngazi ya kwanza mpaka jengo la mwisho kabisa ambako studio za Clouds FM zipo. Ndiyo. Ukitoa hiyo kikazi zaidi. Ndiyo. Kwenye personal life ambayo mlisema mlikuwa mnakutana yeah, mnapiga mna mbili tatu, alikuwa ni mtu wa aina gani ujama? Kwa sababu watu tumemzoea kwenye jahazi tu, mm, lile sauti la bezi utani mwingi lakini kwenye personal life alikuwa ni mtu wa aina gani? Da bana, alikuwa mtu aina mtu mzuri sana. Kwanza kwangu mimi ilikuwa nikikutananaye ikitokea tu kama nimekutananaye kwenye vikao vyetu vya vitu virefu utasikia tu mdogo wangu bana, kama tabaket kwanza hapo, au sio bana? Yani vitu kama hivi vilikuwa ni kawaida sana ukikutana blaza Kibonde. Um, maswala mateki ya vandame, maswala around ilikuwa ni kawaida sana, kula mbuji, kuenjoy life yani ndio ilikuwa life yake, anapenda kuenjoy kufurahi na washikaji kama sisi, wakituona dogo zake, basi ndio shangwe linakuwa limezidi. Kwa hiyo in personal life, kiukweli, yani alikuwa ni mtu poa sana, ukiacha zile kwamba marehemu akifariki lazima apewe sifa, lakini wasifa ya yake tunamgea kwenye kwenye kwenye maisha yake ya kawaida. Ni wewe ni miongoni mwa watu ambao amepata nafasi kubwa sana ya kuwa, kuwa mnaonana at least kila siku kabisa. Uh, tumesikia amefariki kwa pressure by any means, ukiwa kazini naye ulishawahi kusikia labda ana matatizo ya pressure, labda au pia hii imekuwa ghafla? Hapana, kiukweli mimi sijawahi kusikia hata minongono kwamba brother Ephraim alikuwa na pressure, ingawaje inawezekana kweli alikuwa nayo, na obviously atakuwa alikuwa nayo, na kwa sababu ndio ugonjwa ambao taarifa imetolewa na madaktari kwamba amefariki na pressure, kwa hiyo Pengine kuna mtu mwingine ana ugonjwa unamsumbua mtu anaweza kuwa na kifafa lakini kifafa kinamtokea labda kwa miaka mitatu mara moja. Kwa hiyo inakuwa sio rahisi kwa watu wengine kufahamu. Au labda pressure yake brother ilikuwa labda inamtokea kwa mwaka mara moja. Sio, umeelewa? Kwa hiyo inakuwa pia ni vigumu watu kufahamu kama huyu mtu ana tatizo la pressure. Lakini kiukweli tumepata taarifa kama amefariki na ugonjwa la wa pressure, lakini taarifa hizo sikuwahi kuzisikia wala minong'ono wala namna gani. Isipokuwa mi ni mmoja kati ya watu ambao naamini kwenye masuala ya kifo, waga Mwenyezi Mungu tu akiandika tarehe yako, na hiyo eh, ya maji ya, meli ya kwenye ndege, ikifika tarehe yako basi wewe utafariki. Mbali mm. na kuwa mtu ambaye akifika ofisini amekuwa ni mtu wa kupiga stori na watu wengine mm. Um, kuna moment ambayo mwishoni hapa mnaweza kupata nafasi ya kuweza kuongea naye au kuweza kushare chochote namka fry na nini. Uh, of course mara ya mwisho tulikuwa naye kwenye msiba wa Boss Ruge, yeah na sana sana ilikuwa ni story tu za kawaida, na namna gani tulikuwa tunajipanga najipanga sana sana sana na maandalizi ya msiba wa boss, kwa ilikuwa ni story tu nyingi kiujumla, pamoja na wafanyakazi wengi wengi. Sasa Harrier yake kuna namna magari siku hizi yabadilishwa garangi kama ni nyeusi, lakini na kwa rangi fulani hivi kama ya ajabu kama magari ya kivita fulani hivi marangi fulani ya mbadilisha, tangu tumempumzisha Bukoba. uh, tumesikia tena taarifa za Ephraim. Imekuwa ni ghafla lakini pia ni, ni pengo kubwa sana kwenye tasnia ya burudani tukianzia, tukitoka kwanza Clouds, tukiongelea kwanza kwenye tasnia ya burudani na habari mm, unahisi tunaweza tukaa tuna pengo gani kwa ruge kumpoteza pia na Ephraim? This time mwanajeshi anapokufa mwanajeshi anazaliwa. Kwa hiyo kwa, kwa pointi hiyo tu kwamba hatujateteleka na hatuwezi kuteteleka hawa wazee waliokuwepo, tayari kuna misingi walishaiweka, walishaiandaa, ambao sisi sasa wengine ndio tunatakiwa tuiendeleze. hmm. kwa hiyo mimi sioni kama tutateleka kwa kumpoteza busrugi au kumpoteza brother Ephraim. Tayari misingi iliyojengwa ni tosha kabisa watu wengine kupokea vijiti na kuendeleza walipoachia wao, wazee wetu. okay. Kwa, kwa kumalizia labda, uh, kwa ndugu jamaa na marafiki, msiba huu ulikuwa ghafla sana plus kwanzia jana kilikuwa kwanzia leo, tangu taarifa zilivyotolewa, imekuwa ikisamba ile video ikimwonyesha wakati anamwaga mke wake, kwamba mke wake alikuwa anasema kwamba yeye akiondoka, basi Ephraim ndo atatunza watoto. So this means amewacha watoto yatima. This time, kwa familia, ndugu jamaa na familia nzima ya Clouds Media Group, una nini cha kuambia kama neno la pole ama la, la, la, la faraja? Uh, hapa sana sana tu ni kuitakia familia wawe strong na nadhani pia kwa sababu hapa tupo nyumbani kwa mzee, na taarifa zilizo nazo, mzee yupo, ambaye ni atakuwa babu wa watoto. Of course familia ni kubwa, lazima watakuwa jomba, watakuwa nani, ambao wao jukumu lao sasa litakuwa kuwasimamia, kwa sababu watoto ni wadogo, of course hawajafika umri nadhani wa kuanza kujitekea wao kama wao kwa hiyo, nadhani hili hapa ni jukumu kuwapa nguvu familia iliyobakia sasa huku eh, kuwapa nguvu ili sasa wapate kuongoza wale watoto ambao wamewaacha marehemu. Asante sana kwa muda wako, lakini pia pole sana na msiba sana, na nyinyi pia. Bonyeza subscribe kupata habari mpya muda wote na bonyeza hapa kupata notification usipitwe.